Karibu twende nalo kwenye taarifa kuu hii leo ni kwamba watu wanane miongoni mwao watoto wawili walio chini ya umri wa miaka miwili wamefariki kufuatia ajali mbaya ya barabarani katika eneo la Bw'arani Tombe kati ya Ekerenyo na mji wa Ikonge kwenye barabara kuu ya Kisii Kericho kaunti ya Nyamira. Ajali hiyo ambayo ilitokea jana mwendo wa saa mbili usiku, baina ya trela na gari la abiria lililokuwa likitoka mjini Nairobi, iliacha familia kadhaa zikiomboleza na watu wengine wakiuguza majeraha hospitalini. Gavana wa Nyamira Amos Nyaribo amesema serikali yake imebuni kamati maalum kufanikisha usaidizi wa haraka kwa manusura na familia za wale waliopoteza wapendwa wao. Mwanahabari wetu Doreen Arange anatukunjulia jamvi la taarifa hizi. kwa taarifa hiyo, haya ni mabaki ya gari la abiria lililokuwa likiwasafirisha abiria kutoka jijini Nairobi, sasa limekuwa mabaki baada ya mgongano wa maafa kwenye barabara kuu ya Kisii Kericho polisi wamesema ajali hiyo ilitokea jana usiku mwendo wa saa mbili katika eneo la Bw'arani Tombe, wakati trela iliondoka kwenye safu yake ya barabara na kugongana ana kwa ana na matatu. Watu wanane walifariki papo hapo, miongoni mwa watoto wawili walio chini ya umri wa miaka mbili.

Dereva wa matatu hiyo pia aliaga dunia papo hapo, huku dereva wa trela hiyo akidaiwa kutoroka eneo la tukio na kwa sasa anasakwa na polisi. Katika hospitali ya matibabu maalum ya Nyamira, uchungu halisi unadhihirika. Familia zimekongamana kwa kutoamini, zikishindwa kuridhia yale aliyotokea. Nimepoteza msichana yangu, anaitwa Itike mtu alisafiri kwenda Nairobi kusalamia makazini zake, alikuwa anateremka jana, ilikuwa Jumamosi, salamia mama yake nyumbani, alifika Ekerenyo kupanda juu akapata accident. Eh, niko na usuni kubwa sana, tuko na majosi kubwa sana na ile kitu natasema kama hii msimu wa Krismasi tavatari madrive ma mkuwe makini sana, mjue mnapeba maisha ya watu. Ikona ni mbaya sana. Ni mbaya kusema kweli kabisa, hapa ni mbaya, imesachukua watu. Serikali tu yone njia itasaidia hapa tinga ya rani boisa, ndio waokoe maisha ya wale. Na kuna msichana atakatwa mbugu kabisa, hii macho ilikuwa imekatwa, amekatwa hivi, ni kama ataenda hivi ataona, alikuwa ameumia wengi. Kitu tu niliona ni kama ntano operating ya kichwa kwa sababu alikuwa anatoa papu imechanganyikana na damu kwa mapua, wengi kwa sababu vibaya sana. Wakati huo huo, miili waliofariki imepelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali hiyo, huku jamaa waliogubika na majonzi wakiendelea kujumuika. Gavana wa Nyamira Amos Nyaribo alitembelea hospitali hiyo leo asubuhi kufariji familia zilizoathirika na kutathmini hali ya manusura. Huku uchunguzi kuhusiana na kilichosababisha ajali hiyo ikiendelea, maafisa wa usalama wamesema hatua za kisheria zitachukuliwa katika azma ya kuepuka maafa zaidi kwenye barabara kuu inayoshuhudiwa shughuli nyingi za usafiri. Dorin Arange, Darubini Wikendi.